a watashuka dimbani siku ya kesho. Ni mchezo wa CRB Bank Federation Cup ambapo Simba itakuwa mwenyeji dhidi uh, ya Big Man FC. Ya, yao ni watu wazito watu wakubwa. Mm. Hey, Big Man, hey, Big Man FC. Watu wa mm, watu wazito wanaitwa Big Man. Ambapo tayari uh, mchezo utapigwa katika dimba la KMC Complex majira saa kumi kesho. Uh, na nishapata taarifa kwamba utakuwa mubashara hapa. Kwa e, hiyo bila shaka hakuna e, kinachoharibika si ndio bana, mm -hmm. Big Man FC ni moja kati ya vilabu ama klabu ambayo uh, ina, ina ina mizizi jaribu kufuatilia kufuatilia. Ni moja kati ya klabu ambayo ina mizizi. Kwa nini? ni timu ambayo uh, ime ime- imekuwa ime na mwendelezo mzuri kwa maana ni moja kati ya timu ambazo zinatazamwa kuwa na namna fulani hivi nguvu nguvu kiaina na, na mambo kia kama hayo lakini walisiani kwa kwamba timu hii bana ime- imeendelea kuwa vizuri. Sasa kupitia ukurasa wao wa Instagram waliposti picha bana, akaweka mm, Simba na Igo alafu na mchezaji wao mmoja, ambayo ikiwa ni posta ya kuelekea mchezo huo mm. Uh, kolo, will you come, or you will rush, utakuja au utakimbia

na wakaandika kazi ya mwewe ni moja tu, kesho kuhakikisha anamwinda Simba na kurudi naye ilulu Lindi. Tuko pale tumeka, tuko pale tumetulia, ya tushuhudie kabisa yeah, kuna yeah. <laughs> <laughs> Mega lakini hawa jamaa unajua, uh, hizi hizi team sometimes zina zina uh, kwanza ni moja kati ya timu ambayo labda niende haraka haraka kwenye taarifa ambayo niko nayo kuhusiana na Big Man FC ni timu ambayo zamani ilikuwa inafahamika kama Mwadui ama kuuka kama Mwadui, si? E, ambayo Mwadui bana ilibadilishwa ilibadilika, nadhani ni mambo ya umiliki e, ambapo ilinunuliwa na kiongozi wa zamani wa Toto Africans pamoja na mwanachama hai wa Yanga Ahmed Waziri Dao ambaye okay, baada ya kuinunua sasa, makao makuu ya timu kwa sasa yapo wilayani Korogwe, kwa maana mkoani Tanga, lakini hawatumii uwanja wa Mkwakwani kwa sababu upo kwenye matengenezo, na hivyo wanatumia uwanja wa Ilulu mkoani Lindi. Mm, yeah. Sasa miliki wa hii timu, moja kati ya tukio ambalo linakumbukwa mbana, ni ilikuwa ni kujiweka pembeni wakati akiwa kiongozi wa Toto Afrika siku ya mechi dhidi ya Yanga. Mechi ilipoisha, akarudi kwenye nafasi yake ya uendeshaji wa Toto Afrika. Ndio huyu mmiliki ni mwanachama hai wa Yanga, kwa anaenda kukutana na mnyama. Ndio kwenye poster anasema call will you rush will you come will you rush. Kwa hiyo ni wamba fulani sio haba japo sioni kama wana bado mwendelezo wao, sio sio imara sana kwenye kwenye kwenye ligi wanaoshiriki, muona bana. <laughs> kwa hiyo hao ndio Big Man FC ambao wanaenda kukutana na Simba Sports Club kesho okay. Uh, na hao wanashiriki championship kwa maana ya kufanikiwa kufanya vizuri mnapanda ligi kuu Tanzania bara na katika michezo yao ya mwisho, sio haba wamefanya wanavyoweza, lakini sio kilicho bana na kauli zinaponza kweli. Walishinda mchezo wao mwisho dhidi ya Geita Gold magoli mawili kwa sifuri. Kwa hiyo bado bado sio